Tukiwa tunaelekea kutamatisha mwaka elfu mbili na ishirini na tano yapo matukio makubwa ambayo yamegonga vichwa kwa kiasi kikubwa katika taifa la Tanzania. Matukio hayo yameacha alama, simanzi pamoja na furaha pia kwa upande mwingine. Zikiwa zimesalia siku chache kumaliza mwaka elfu mbili na ishirini na tano, lakini pia tuna budi kwa shughuli nyanyota ambao wamekuwa pamoja kwa takribani miezi kumi na mbili sasa. Naendelea kuwashukuru nyinyi nyote huku nikiwaombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwapa neema na rehema huko mliko ili mwendelee kutunga mkono hapa katika YouTube channel yetu. Najua ni mengi ambayo tumeweza kuyafanya kwa kipindi cha muda wa miezi kumi na mbili kuwahabarisha pamoja na kuwajuza matukio mbalimbali ya kisiasa yanayogusa haki za binadamu kwa ujumla kwa mapana zaidi hivyo sina budi kuwashukuru nyinyote. Tukio la kwanza kwa mwaka 2025 ni uchaguzi mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, uchaguzi ambao ulifanyika Januari 22 mwaka 2025. Katika uchaguzi huu viongozi wakuu wawili wa chama walichuana vikali, namzungumzia Tundu Anpas Lisu ambaye alikuwa ni makamu mwenyekiti wa chama hicho katika kipindi cha uongozi wa Freeman Aikaeli Mbowe ambaye pia alikuwa ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Freeman Aikaeli Mbowe alidumu madarakani kwa kipindi cha miaka ishirini na ushe, lakini alikuja kukutana upinzani mkali kutoka kwa makamu wake Mheshimiwa wa Tundu Antipas Lissu ambaye sasa ndiye mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Uchaguzi huo ulifanyika mapema kabisa mwaka 20 2025 tarehe ishirini na mbili ya Januari, ni uchaguzi ambao kwa kiasi kikubwa umeleta mabadiliko makubwa ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Tundu Lissu aliweka wazi kwamba atagombea nafasi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, kufuatia sintofahamu ambayo ilikuwepo baina ya yeye na aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Freeman Aikaeli Mbowe. Mchana huo ulienda zaidi mbali, tukaweza kusikia pia propaganda kutoka katika pande zote. Tuliweza kufurahia uchaguzi huo kwa sababu pia ulifanya Watanzania waweze kuelewa mengi ambayo yalikuwa yanaendelea nyuma ya pazia dhidi ya viongozi hao, uchaguzi ambao ulitamatishwa kwa Tundulisu kuibuka kidedea katika uchaguzi huo, lakini ni uchaguzi ambao kwa kiasi kikubwa ulikigawa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema, na tuliweza kushuhudia pia baadhi ya watu waliokuwa viongozi wanachama na makada kuweza kuondoka ndani ya chama hicho na kujiunga katika vyama vingine vya kisiasa kufuatia Tundulisu kushinda katika kinyang'anyiro hicho. Tukio la pili kwa mwaka 2025, Aprili 9 mwaka 2025 lilitokea tukio la kusikitisha na kushangaza kufuatia kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema ndugu Tundu Antipas Lissu. Lissu alikamatwa Mbinga siku ya Aprili 9, 2025 alipokuwa anafanya mkutano wa hadhara huko. Ifahamikia kwamba chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema kilikuwa kina ratibu Sera zao mbalimbali kuelekea uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29. Katika sera hizo kulikuwepo na kuitaka serikali ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba kuna kuwepo na tume huru ya uchaguzi, madai ya upatikanaji wa katiba mpya na madai kadhaa ambayo yalikuwa yanapendekezwa na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kabla ya uchaguzi huo. Tundulisi walikamatwa Aprili 9, 2025 na kushtakiwa kwa kesi ya uaini. Wanasiasa pamoja na watu wengi waliweza kulizungumzia kama ni tukio la ukandamizaji dhidi ya viongozi wa upinzani nchini Tanzania. Siku iliyofuata Aprili kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundulisu alifikishwa katika mahakama ya kimkazi Kisutu huku akishtakiwa na makosa kadhaa ikiwemo kosa la uhaini pamoja na makosa ya kuchapisha taarifa za uongo dhidi ya serikali iliyopo madarakani, serikali inayoongozwa na Daktari samia Suluhu Hassan. Katika kesi yake Tundulisu imekuwa na mvuto mkubwa nchini Tanzania pamoja na kimataifa, huku taasisi mbalimbali mbali za haki za binadamu zikiwa zinaitaka serikali ya Tanzania kumwachilia huru kiongozi huyo wa chama kikuu cha upinzani. Tukio la tatu ambalo pia liligusa mioyo ya utanzania ulio wengi kwa mwaka 2025 ni tukio la kukamatwa kwa mwanaharakati na kada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ambaye hadi sasa hajulikani wapi alipo Mparuka Saidi Nyagali Ali maarufu kama Mdude Nyagali alikamatwa Mei mbili mwaka 2025. tukio hilo la kukamatwa kwa Mdude Nyagali lilidaiwa kutokea Mei mbili mwaka 2025, ambapo watu wenye silaha walivamia nyumbani kwake, huku wakisema kwamba ni maafisa Utokio ndani ya jeshi la polisi walimpiga na kumchukua mbele ya mkewe sije mbungi pamoja na mtoto wake mdogo. Hadi sasa Mdude Nyagali hajulikani alipo. Hata hivyo, damu ziliweza kuchuruzika barabarani zikionyesha namna ambavyo Mdude Nyagali alikabiliana na mvutano dhidi ya waliojiita maafisa kutoka ndani ya jeshi la polisi waliomchukua kwa nguvu nyumbani kwake. Polisi nchini Tanzania walikanusha tukio hilo la kumkamata Mdude Nyagali kufuatia sauti mbalimbali zilizopazwa katika mitandao ya kijamii huku wanaharakati na wadau mbalimbali wa kisiasa, taasisi mbalimbali za haki za binadamu ulimwenguni huitaka serikali kueleza ni wapi alipo Mdude Mparuka Nyagari ambaye mara kadhaa amekuwa akiikosoa serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia tunafahamu ya kwamba Mdude Nyagari si mara ya kwanza kukamatwa. Aliwahi kukamatwa katika kipindi cha aliyekuwa rais wa awamu ya tano hayati Daktari John Joseph pa Magufuli alionekana katika kipindi hicho lakini sasa mara baada ya kukamatwa mei 2025 hajawahi kuonekana tena hadharani licha ya kelele ambazo zimekuwa zikipigwa kila siku na wanaharakati katika mitandao mbalimbali ya kijamii tukio la nne kwa mwaka 2025 agasti 5 mwaka 2025 aliyekuwa kada wa chama cha mapinduzi ambaye mara kadhaa pia alikuwa akikosoa mwenendo wa serikali ya chama cha mapinduzi ingawa yeye pia alikuwa ni kada wa chama hicho. Luhaga Johnson Mpina alitangaza kuondoka rasmi ndani ya chama cha mapinduzi na kujiunga ndani ya chama cha ACT wa Zalendo tarehe 5 Agasti mwaka 2025. Hata hivyo, hili ni moja kati ya tukio kubwa la kisiasa ambalo limekuwa likizungumzwa kwa kiasi kikubwa. Mara tu baada ya kuamia ndani ya chama cha ACT wa Zalendo, Luhaga Mpina alichukua fomu ya kugombea nafasi ya kiti cha urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mbele ya rais Samia Suluhu Hassan ambaye pia mgombea wa nafasi ya kiti hicho kwa chama cha mapinduzi. Hatua zake hazikuweza kufua dafu, alikutana na mapingamizi kadhaa akayashinda, na akakutana na mapingamizi mengine ambayo hakuweza kuyashinda. Safari ya luaga mpina kugombea nafasi ya kiti cha urais ilikwama na haikuweza kufanikiwa kufuatia mapingamizi ambayo yaliwekwa dhidi yake. Tukio la tano kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Hili ni moja kati ya tukio kubwa ambalo kwa kiasi kikubwa liligusa Watanzania walio wengi kufuatia madai ya kutekwa na watu wasiojulikana kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba na mwanaharakati kutoka ndani ya chama cha mapinduzi na mzungumzia Humphrey Polepole Julai 2025 Humphrey Polepole aliyekuwa baruzi wa Tanzania nchini Cuba alimwandikia barua ya kujiuzuru rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Katika barua hiyo aliorodhesha mambo mengi ikiwemo kutoridhishwa na mwenendo wa serikali iliyopo madarakani, serikali ya Chama cha Mapinduzi, ambapo katika madai yake alidai wazi kwamba wananchi wametengwa na Chama cha Mapinduzi hakifati dhamira dhidi ya wananchi uamuzi huo wa kujiuzulu kwa Humphrey Polepole ilikuwa ni moja kati ya pigo kubwa ndani ya Chama cha Mapinduzi. Watu walihoji ni nini hasa kilichopo nyuma ya pazia na ni kwa nini aweze kujiuzulu katika kipindi hiki ambacho serikali ya Chama cha Mapinduzi inajiandaa kuelekea uchaguzi mkuu. Baadaye ya Humphrey Polepole alijitokeza hadharani na kuweza kuzungumza na watanzania kwa mara ya kwanza. Ilikuwa ni mfululizo wa mazungumzo yake ambayo yalidumu mpaka Oktoba sita mwaka 2025 ambapo Hafle Polepole alidaiwa kutekwa na kuchukuliwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana huko Ununio. Familia yake iliweza kuthibitisha juu ya matukio hayo, huku picha na video zikisambazwa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na katika sehemu ambazo inadaiwa kwamba Hafle Polepole alikuwa anafanyia mazungumzo yake dhidi ya umma na kuwajuza watanzania mambo mengi ambayo yanafanyika ambayo kwa kiasi kikubwa yalikuwa hayamridhishi ndani ya chama cha mapinduzi hadi sasa Fr Polepole hafahamiki yuko wapi, na inadaiwa kwamba ametekwa na watu wasiojulikana. Jeshi la polisi mara kadhaa limekuwa pia likihojiwa kuhusiana na masuala haya na limekuwa likiweka wazi bado jambo hilo linafuatiliwa. Tukio la sita ambalo pia lilitokea kwa mwaka 2025 likaacha simanzi kubwa kwa Tanzania ni kufuatia kifo cha aliyewahi kuwa spika wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, Jobu Yustino Ndugai aliyefariki tarehe 6 Agasti mwaka 2025. Tukio lilotokea jijini Dodoma wakati akipatiwa matibabu katika hospitali baada ya kuugua gafra. Alikuwa na umri wa takribani miaka stinna mbili. Kwa mjibu wa taarifa iliyotolewa na katibu wa bunge, aliweka wazi kwamba spika Job Ndugai alikuwa na tatizo la mfumo wa kupumua, hivyo kifo chake kilisababishwa na tatizo hilo. Ifahamike y kwamba Job Ndugai aliwahi kufanya kazi katika serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu na pia amewahi kuwa mbunge wa Kongo kwa kipindi kirefu sana. Licha ya kuwa mbunge, pia amewahi kuwa spika kama ambavyo nimekufahamisha, na alijiuzuru kufuatia kauli zake alizotoa dhidi ya serikali iliyopo madarakani, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, kudai kwamba serikali imekuwa ikikopa sana na mikopo hiyo inaweza ikapelekewa nchi kupigwa mnada. Kufuatia kauli hiyo, baadhi ya watu walimtaka Job Yustino Ndugai kujiuzuru katika nafasi yake aliweza kutekeleza hivyo na kujiuzuru katika nafasi yake na Agasti 6 mwaka 2025, Job Yustino Ndugai alifariki dunia. Tukio la saba: uchaguzi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Hili ni moja kati ya tukio ambalo limekuwa likifanyika kwa kipindi cha miaka mitano. Kila baada ya miaka mitano taifa la Tanzania hufanya uchaguzi ili kuweza kuwapata viongozi wa juu hasa nafasi ya kiti cha urais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, nafasi ya makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, madiwani pamoja na wabunge. Ni moja kati ya chaguzi ambazo kwa kiasi kikubwa zimeacha alama na zitakumbukwa kamwe. Uchaguzi wa Oktoba 29, 2025 kwa mwaka 2025 ulifanyika Oktoba 29. Rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hasani pamoja na wapinzani wengine waliingia katika kinyang'anyiro hicho, lakini vyama vikuu vya upinzani havikuweza kushiriki katika uchaguzi huo kikiwemo chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema, ambao mapema waliweka wazi mpango wao: kama hakutokuwepo na mabadiliko, hakutokuwepo na uchaguzi, no reform no election, ambapo wao waliitaka serikali ya Chama cha Mapinduzi kuhakikisha kwamba wanafanya reforms kabla ya kuingia katika uchaguzi mkuu, huku pia wakiwa na maombi kadhaa wakiomba muda uweze kusogezwa mbele ili kufanyike mabadiliko kwanza kabla uchaguzi. Lakini pia chama cha ACT wazalendo hakikuwa na mgombea wa nafasi ya kiti cha uraisi kwa mwaka 2025. Luaga Mpina ambaye alichukua fomu ya kugombea nafasi ya kiti cha uraisi mara baada ya kutimkia ndani ya chama cha ACT wazalendo aliwekewa mapingamizi kadhaa dhidi yake, hivyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na vyama vingine ambavyo viliweza kushiriki katika uchaguzi huo waliweza kushiriki katika uchaguzi huo. Hatimaye Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kutoka ndani ya chama cha Mapinduzi aliweza kushinda kwa asilimia tisini na nane katika uchaguzi huo. Ameacha historia kuwa raisi wa kwanza mwanamke katika taifa la Tanzania kushinda kiti hicho cha urais, lakini pia ifahamiki ya kwamba ndiye raisi wa kwanza mwanamke kushinda kwa asilimia kubwa tangu mfumo wa vyama vingi viweze kuanzishwa nchini Tanzania. Haijawahi kutokea raisi kushinda kushinda kwa kiasi hicho mara hii. Rais Samia Suluhu Hassan aliweza kuthubutu kwa kiasi kikubwa, huku akiweka wazi kwamba serikali yake ilijiandaa kwa uchaguzi mkuu kwa ajili ya kuongeza vituo vya kupigia kura ili kurahisisha wananchi kufika kwa haraka na kuweza kupiga kura na kurudi nyumbani. Tukio la nane, tukio la nane kwa mwaka 2025, Oktoba 29. Inaniuye vigumu sana kuweza kuendelea kuzungumza juu ya tukio hili ambalo kwa kiasi kikubwa liliacha simanzi kwa Watanzania, litakumbukwa siku zote katika masikio pamoja na vinywa vya Watanzania, kamwe hawataweza kulisahau tukio kama hili. Maandamano ya Oktoba 29 pamoja na mauaji ya Oktoba 29 ilikuwa ni tukio kubwa ambalo kwa kiasi kikubwa liliacha simanzi, kufuatia waandamanaji ambao waliandamana kuipinga serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, waandamanaji walioingia barabarani mapema kabisa katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania wakiandamana, wakipaza sauti kuitaka serikali iliyopo madarakani kufanya mabadiliko ya mambo mbalimbali ikiwemo uchaguzi kurudiwa, kukomesha matukio ya utekaji pamoja na kuhakikisha kwamba kuna uhuru wa kuzungumza katika taifa la Tanzania. Maandamano hayo yalikuwa ni mazito kwa kiasi kikubwa katika historia ya Tanzania. Yalianzia katika maeneo mbalimbali kufuatiwa na harakati kuhamasisha maandamano hayo dhidi ya uchaguzi mkuu ambao ulipaswa kufanyika Oktoba 29 ambao ulifanyika siku hiyo wandamanaji walifika katika vituo vya kupigia kura na kuanza kusambaratisha maboksi ya kupigia kura pamoja na kuvunja maeneo hayo kwa kiasi kikubwa. Waliingia mijini hasa majiji makubwa kama Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Arusha. Wandamanaji walitapakaa barabarani wakiongozana vikosi vya ulinzi na usalama, lakini mambo yalienda ndivyo sivyo na matarajio ya watu wengi, na wengi walizani maandamano hayo yatakuwa ni maandamano ya amani yaligubikwa na vurugu, umwagaji wa damu, umwagaji wa damu ambao kwa kiasi kikubwa hakuna ambaye aliweza kufurahia matukio hayo katika uchaguzi mkuu uliofanyika 2025. Mwenyezi Mungu aendelee kuzilaza roho za marehemu mahali pema peponi. Viongozi wakuu wa nchi akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa dakika moja kilihutubia bunge kuweza kuzikumbuka roho za marehemu ambao waliweza kupoteza maisha yao katika vurugu za Oktoba 29 pamoja na siku ya maandamano. Taasisi mbalimbali za kimataifa zilitaka uchunguzi huru kuweza kufanyika kufuatia mauaji ya Oktoba 29. Umoja wa Mataifa waliweka wazi na kusema kwamba vyombo vya dola vilitumia nguvu kwa kiasi kikubwa dhidi ya waandamanaji, huku risasi zikitajwa kwamba ni sehemu ya matumizi ya vyombo vya dola dhidi ya waandamanaji. Amnesty International, Human Rights Watch, Bunge la Ulaya taasisi kubwa zote ulimwenguni ziliketi na kujadili kwa kina juu ya hofu ambayo iliongezeka miongoni mwa Watanzania kufuatia matukio hayo ya vifo vya waandamanaji na Watanzania wengi katika uchaguzi Oktoba 29.